Audhu billahi min shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa bad, assalamu alaykum wapendwa na mizani popote mlipo, katika makala yetu ya leo tutaelekea katika kuzungumzia swala la mazungumzo ya kusaka maridhiano ya kitaifa ambapo yanafuatia ya yale yaliyotukia katika siku ya uchaguzi Oktoba 29 ambapo matukio mbalimbali yalitokea ya kuhuzunisha na kufadhaisha. Uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani uliofanyika Oktoba 29, 2025 umeacha maumivu makubwa na yambatana na misiba, majonzi, huzuni na wengi wetu kupoteza maisha na uharibifu mkubwa wa mali za raia na zile za umma. Katika nyakati za kuelekea uchaguzi, kulikuwepo kauli mbalimbali mbali katika mitandao ya kijamii zikihimiza wananchi kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya maandamano ya kupinga kufanyika uchaguzi, kudai katiba mpya na marekebisho ya sheria za uchaguzi na kila kundi katika hayo likitaja sababu zilizo tofauti na kundi jingine. Viongozi wa chama kikuu cha upinzani chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kupitia mwenyekiti wake Tundu Lissu, alitangaza msimamo wa chama chake kutoshiriki uchaguzi, akitaka kwanza yafanyike marekebisho katika sheria ya kutega na kutegua matokeo ya uchaguzi, akisisitiza kuwa endapo hakutofanyika marekebisho hakutokuwa na uchaguzi wa ulio huru na wa haki akisema, no reforms, no election. Kauli zilizotolewa na baadhi ya waliohimiza maandamano viongozi wa serikali, na baadaye kauli kali kutoka jeshi la polisi kutishia kutumia nguvu endapo watajitokeza waandamanaji siku ya uchaguzi, zilipelekea wananchi katika baadhi ya mikoa, japo si kwa mikoa yote, kujizuia kushiriki zoezi la upigaji kura, wakihofia usalama wa maisha yao. Yaliyojitokeza siku ya Jumatano Oktoba 29, 2025 ni matukio ya kufedhehesha sana, kwani limetia dosari utambulisho wa taifa letu kama nchi yenye kuheshimu haki za binadamu, utawala bora, nchi yenye siasa makini, utulivu, amani na ustaarabu, umoja na mshikamano, na kwa msingi huo kuwa kimbilio la watu waliokosa amani katika mataifa yao. Waandamanaji walijitokeza wakivamia vituo vya kupigia kura, kuwatawanya wote waliowakuta, kuvunja masanduku ya kupigia kura, kuchoma vituo vya mabasi na usafiri wa umma kama vile almaarufu kinavyoitwa mwendo kasi, kuchoma magari ya watu binafsi na yale ya serikali, kuchoma vituo vya mafuta na hata kuchoma moto vituo vya polisi. Na kwa vyovyote vile, matukio kama hayo hayawezi kuitwa kuwa ni maandamano, bali ni uharibifu. Jeshi la polisi linalaumiwa nje na ndani ya nchi likidaiwa kuhusika na vifo vya mamia ya watu waliopoteza maisha kutokana na matumizi ya nguvu kubwa kupita kiasi katika kujaribu kuzima maandamano, ambapo mmoja wa wahubiri wa Kiislamu Huseni Msopa, akijiita Sharifu Majini, alikuwa miongoni mwa waliouliwa kwa kupigwa risasi akiwa nyumbani kwake, wakati akirejea kutoka katika kituo cha kupigia kura na jambo hilo liliwalazimisha waandamanaji kupoteza mwelekeo. Aidha, kabla ya hapo na bila ushahidi wowote ulio madhubuti, vyombo vya dola vimekuwa vikituhumiwa viki kuhusika na utekaji, kuwapoteza na kuwaua watu wanaoonekana kukosoa serikali, na baadhi yao miili yao kutupwa katika mitaro, jambo ambalo limesababisha manung'uniko makubwa miongoni mwa raia waliopotelewa na ndugu zao, watoto wao jamaa zao na hata rafiki zao, zoezi ambalo limekuwa likifanyika kwa muda mrefu uliopita, lakini jeshi la polisi limekuwa likikariri kutohusika na matukio ya ukatili wa kutisha kama huo. Msingi wa nasaha yangu kwa leo ni swala la namna gani tunavyoweza kuitikia wito wa kuingia katika maridhiano ya kitaifa ili kurejesha hali ya utulivu. Nianze kwa kusisitiza kuwa mahala popote ambapo amani inaondoka, msingi wake ni kuporomoka mfumo wa uadilifu na haki, ambapo dhulma hutawala badala ya haki, kujengeka makundi ya watu wa daraja la juu na wale wa daraja la chini, uonevu kwa watu masikini na wasiokuwa na kitu, na matumizi ya nguvu badala ya sheria na vyombo vya kutoa haki kama vile mahakama kupoteza maana ya uwepo wake. Akizungumza na Watanzania katika sherehe zilizofanyika mjini Dodoma, katika hotuba yake ya kwanza kabisa mara tu baada ya kuapishwa kutumikia muhula wake wa pili akiwa rais wa awamu ya sita, Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amewataka Watanzania kuendeleza umoja, upendo, amani na kuheshimu sheria za nchi.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 kwanza ni utaarifu wake yeye kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa kutambua uwepo wa mgawanyiko, na pili ni haja ya kutoachia hali hiyo ya mgawanyiko, vurugu na chuki kuendelea na kuhimiza sote kwa pamoja tutafute dawa yake, katika kuonyesha dhamira ya kweli ya kutaka kuliunganisha tena taifa kutoka mpasuko uliopo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 kwani njia hiyo itajenga moyo na kuondosha moyo wa kukamiana. Kikao cha maridhiano kinaweza kitapokuwa kimekutana kuwa na mambo matatu muhimu ya kujadili. Jambo la kwanza, kikao hicho kinaweza kukiri makosa yetu kwa upande zote mbili na kisha kutazama tulipojikwaa badala ya kuangazia zaidi tulipoangukia na faida yake itakuwa ni kusameheana na kuanza mwanzo ulio mpya. Pili, tusipokubaliana kwa njia hiyo, njia ya pili inaweza kuwa ni serikali kulipa fidia kwa watu waliopoteza watoto, wazazi, ndugu, jamaa na marafiki na kugharamia mazishi ya miili ya watu waliopoteza maisha katika vurugu hiyo. Tatu, na la mwisho endapo wakubwa watakaoingia katika majadiliano hawataweza kukubaliana, jambo la tatu litakuwa ni kulipa kisasi. Na maana ya kulipa kisasi ni kufuata sheria, ambapo wale wanaodaiwa kulenga shabaha zao kwa wananchi wa kwa kuwatupia risasi za moto na kuwaua watakamatwa na kuhukumiwa, lakini na wale pia waliochoma magari moto kuharibu mali na vituo vya mabasi ya umma na pia magari ya watu binafsi, pia nao watalazimika kushtakiwa. Na hii si njia bora, njia hii ya tatu si nzuri kwa sababu haitamaliza tatizo. Kwa maoni yangu, ni wasihi wanaoitisha maandamano mengine tena wajitafakari, kwamba maandamano kwa kawaida ni hatua ya mwisho tuitane kwenye maandamano baada ya kuwa tumepata taarifa ya mazungumzo yamefikia wapi, lipi mazungumzo hayo yameafikiana na lipi katika mazungumzo hayo halikufikia maafikiano. Ni muhimu tukumbuke kuwa sisi sote ni ndugu tunaishi katika taifa moja, na kwa bahati nzuri sote tuna dini zetu na Mungu wetu ni mmoja, japo kuwa sisi wenyewe tunabaguana na kupandikiza chuki kwa misingi ya tofauti ya dini zetu. Kosa hili ni kwa pande zote na hapana budi tuondokane na hali hiyo na kusameheana. Kwa wale wanaoandaa maandamano na waomba kutochukua maamuzi wakiwa na ghadhabu, waondoe hasira na kuwa tayari kwa mazungumzo ambayo ni njia bora kabisa zaidi inayofaa kupata njia bora ya kuondoa chuki na kurejesha utangamano wa kitaifa tunaweka misingi ya kuhakikisha kwamba haturejei tena kwenye matukio mabaya kama hayo. Naomba nimalize ushauri wangu kwa kuiomba serikali, iwapo itaona ni busara, kuharakisha kuwepo utaratibu wa majadiliano ya kitaifa ili kuliponya taifa letu na majeraha yaliyotokea. Maana tumehuzunishwa sana kufikia hatua ya kuandamana badala ya kukaa pamoja kumaliza tofauti zetu. Tunahuzunika kwa sababu Watanzania hawakuzoea matumizi ya mabavu kuuana mitaani na majumbani. Tutakapojadili tutajaribu kuona tunatokaje katika hali hii na kurejea katika hali yetu ya kawaida. Kutoka katika vitabu vitukufu vya Mwenyezi Mungu kwa pande zote mbili. Katika Biblia kuna Taurati, Injili na Zaburi, lakini kuna Qurani tukufu kwa upande wa Waislam. Zote zinahimiza amani, ama niseme mahala inapokuwepo amani ndipo panapoweza kuwa na maendeleo. Na amani msingi wake ni kuwa na haki. Unapoona mahala popote pale hakuna amani, kuna manunguniko yanayotokana na baadhi ya watu kunungunika kuwa wanakosa haki zao, basi ni busara kutafuta haki hizo kwa kutumia gharama za kibinadamu na za kiungwana badala ya kutumia gharama ya damu za watu. Nimalizie kwa kuwaombea heri na kuwapa mkono wa pole wote wale ambao wamepoteza watoto zao, ndugu zao, familia zao, na hata marafiki zao katika mkasa uliotokea. Tumwombe Mwenyezi Mungu ajalie tuingie katika majadiliano tukiwa moja na nia moja, nayo ni ya kutafuta kutafuta utangamano na kuondoa visasi na ghadhabu tulizo nazo ili tuweze kuishi kama tulivyokuwa tukiishi siku zilizopita. Amani ipatikane, haki ipatikane. Vyombo vya dola na vyombo vya huduma kwa jamii vifuat, vit, vitimize wajibu wao. Miongoni mwa vyombo hivyo ni vi, ni hususan mahakama ambayo imeshuka sana. Mahakama imeshuka sana katika kutoa haki. Kuna kesi ambazo ziko mahakamani kwa muda mrefu hata kupita miaka ishirini. Kuna kesi mahakamani ambayo mahakama ya rufaa inakataa kusikiliza, na hiyo sio sio kusudi la uwepo wa mahakama na vyombo vingine vyote, na kuangalia rushwa na kadhalika. Kwa hiyo tumwombe Mwenyezi Mungu ajalie amani na usalama katika nchi yetu, atufanye kuwa wamoja moja kama tulivyokuwa jana na juzi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.